Yes mtazamaji wa vijana Classic Media, karibu kwenye exclusive interview na mmoja kati ya walinda mlango mahiri kama sio madhubuti, Machupa Juma. Huyo ni mlinda mlango wa Fountain Gate, uh, timu ya under 20 ikumbukwe uh, wapo kwenye michuano ya under 20 ya ligi kuu Tanzania Bara ambayo inaendelea kutimua vumbi pale katika kiwanja cha Chamazi, Azam Complex. Uh, langu jina ni Daudi Yasin na Bwera nyuma ya kamera ni Nabii Eliya anafanya kazi nzuri sana, yeye ndo amesababisha kupata hii picha angavu kabisa unaiona. Karibu kwenye haya mahojiano na Machupa. Bwana Machupa, mambo vipi ndugu? Safi kabisa, taarifa nategemea yake kutoka kwangu. Kutoka kwako bwana, watu wa vijana Classic, wadau wetu, wanatamani kujua machupa ni nani? Kwa nini mpira? Yaani imekuwaje mpaka machupa amefika fountain gate? umepata hii nafasi ya kuzungumza na watu wetu, nafikiri uitumie ku, ku, kuwaeleza wewe ni nani. Kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi alonipatia maana, kufikia hadi nipo hapa ni uwezo wake mwenyewe, na machupa ni mzawa alisia wa mkoa wa Mara Musoma. Umepata nafasi ya ku, ya ku, ya ku, ya ku train na senior team mara kadhaa. Uh, nimepata hizo taarifa. Ee, unafikiri nini kikubwa hasa walimu wameona kwako mpaka kukupatia nafasi ya kuweza kutrain na senior? Kikubwa walimu wanaangalia jitiada binafsi, kwa hiyo tumecheza mechi nyingi, na shukuru mwezi Mungu, tangu atoa makundi tumeweza kufanikiwa kucheza mechi zote na kitu nilichokionyesha ndio kimefikia hadimia tu ya adimia, kuteuliwa kwenda kutrain na senior kwa sasa hizi nilikuwa nepani kwa mwanajeshi na mipango tayari ilikuwa iko sawa kabisa. Sasa ndio ikatokea nafasi nikaungana na Fountain Gate ambayo nimekaa kwa muda mrefu takriban miaka minne. Nashukuru Mungu ameendelea kuniamini na mpaka sasa nipo hapa, tuendelea kuipambania nembo ya Fountain Gate. Ah, mpaka mi naingia Fountain, kuna kipindi walitangaza majaribio kwao mi binafsi kwa sababu napenda mpira, nilikuwa na ni malengo yangu kucheza mpira. Nilifunga safari kutoka Musoma mpaka Dodoma, nilifika okay. Dodoma katika ile majaribio niweza kuonyesha ndicho nacho akaweza kuridhika na uwezo wangu, nikaweza kuungana na timu mpaka sasa hizi hapa. Nashukuru sana wazazi wangu, Asasa mama yangu, baba yangu, wote wamekuwa ni chacho ya mafanikio yangu mpaka saa hizi, dua zao tangu nasoma, amenisapoti sana mpaka kufikia hapa wananisapoti sana kusema kweli. Kwa mara ya kwanza kweli imekuwa ni kama changamoto, kwa maana ninapigiwa simu na watu ambao yani siwajui, sikutarajia. Sometimes sina story nao. Kila mtu akakuona amefanya kazi nzuri, atakupigia kukupongeza, na pia kuonekana kwao kule, watu wanapata chachu kuendelea kupambana zaidi, bwana, mbona fani kafika anacheza, anaonekana kwao, na kwa mimi nimekuwa ni kama njia kwao. Hiyo kwa washikaji ipo ipo, eh, kwa washikaji ipo ambao ile mtu anakuta kuamini ana imani na wewe tangu mtaani kama unacheza vile lakini anaona, lakini sasa hizi amekuona kwenye TV unafanya vizuri zaidi, unaongelewa mm. Simu akikupigia, cha kwanza ni pongezi mm. Sisi kama hivyo ya, ya. Unaishinao nah, hivyo nakubali, kwa sababu ni binadamu, hadi kufanikiwa changamoto hivyo, wapo watu wanaokupinga. Mimi kuna kakangu mmoja, naye timu mmoja, ni namkubali sana Naitwa Musa Malika Musa, Musa, Malika Musa. Eh, eh, saizi anacheza ancheza Ken God. Okay. Ndoto yangu ni kubwa sana lakini hmm, saizi niko Fountain na nahakikisha kwamba naipambania nembo ya Fountain, naweza kuwa juu zaidi, kwa sababu Fountain inapokuwa juu zaidi, si wapambanaji wake tuwazidi kupata nafasi ya kwenda mbali zaidi.